Karibuni wasikilizaji wa redio Mbiu sauti ya Faraja, katika kipindi hiki cha kutafakari mateso ya Bwana wetu Yesu Kristu kwa kufuata e, picha au ripoti tunayokuta katika sanda ya Torino, kipindi kinacholetwa kwenu na Padre Stanslaus Mutajwaha Mkurugenzi wa shule ya jimbo inaitwa kwa uso linayomaanisha kwa heshima ya uso mtakatifu iliyojengwa kumwenzi huyu tunayekutana naye katika hiyo sanda ya Torino, ambapo kwenye hiyo sanda tunakutana na namna ya selfie au picha ya kujipiga au kujichukua ya mtu aliyezongwa ndani ya sanda, na huyu yumo kifoni, lakini picha hiyo inaonyesha umbo lake mechukua kumbukumbu -kumbu za yote yaliyompata tangu mwanzo wa mateso yake ya msalaba, tangu mwanzo, kadiri tunavyosikia katika maelezo ya Injili nne kuhusu Yesu wa Nazareti. Basi karibuni hii. E, ni siku ya ishirini na tano ya kipindi cha Kwaresima ambapo tutazungumza juu ya sarafu ya Kaisari Tiberio ambayo imekutwa kwenye jicho la hiyo picha ya huyu mtu ambaye amezongwa kwenye ile shuka au sanda ya Torino. Nitaanza na nukuu: kwa mtu yeyote mwenye maelekeo ya kufikiri, picha hii ya sanda ni sababu tosha ya kutafakari sana. Mtu anaweza kuichukua kama kitu kinachopaswa kutawala daima katika shughuli na maamuzi yake yote kuhusu maisha yake. Mwisho wa nukuu. Hayo ni maneno ya Papa Yohani Paulo wa Pili aliyotamka huko Torino tarehe 24 mwezi Mei mwaka 1998 na mbele ya adhara ya maelfu ya watu waliokuwa wamekuja kuhiji mbele ya sanda. Kutokana na uchunguzi zaidi wa picha za mielekeo mitatu, John Jackson na watafiti wenzake waligundua tena jambo lingine la kushangaza. Kwenye jicho la kuume la mtu wa sanda waliona kitu kinachojitokeza, kilikuwa na umbo la sarafu mviringo. John Jackson hakuweza kuelewa maana yake. Mara alianza kupekua katika maktaba. Katika gazeti la Jewish Quarterly Review la mwaka 1898, Jackson alikuta makala juu ya desturi za zamani za majizi katika nchi ya Uyahudi na baadhi ya mataifa mengine jirani. Hapa inaelezwa kwamba ilikuwa desturi kuweka sarafu juu ya macho ya maiti ili kumzuia maiti asione safari yake ya mwisho alipokuwa akipelekwa kaburini. Baada ya kuona dokezo hili, Jackson akisaidiana na wataalamu wengine kama Jean Roll na Donald Lean walijaribu kuchunguza tena kitu hiki kinachoonekana kwenye jicho. Waliweza kuona kwa shida umbo la sarafu kwa umbo na ukubwa ilinganishwa na lepton, ile sarafu aliyetoa sadaka mjane mmoja masikini ali Yesu akiangalia, kama isemavyo Injili ya Marko sura ya 12 mstari wa 41 hadi wa 42. Wataalamu hawakuweza kuona kama kuna maandishi yoyote kwenye sarafu kwa sababu ya udogo wa negativu waliokuwa wanategemea ambayo ilikuwa na ukubwa wa inchi tatu kwa inchi tano. Kwanza kabisa zilionekana herufi c na a na e zinazoelekea kuzunguka alama kama bakora au alama ya kuuliza iliyoandikwa kinyume. Mwaka 1983 Robert Haralick wa Virginia alionyesha kwamba kuna herufi nyingine bado, yaani o kushoto na che kulia kwa zile alizogundua Padre Filas. Kwa hiyo herufi zote kwa pamoja zinasomeka o u che, a i che. Herufi hizi zinafanana na zile zilizoandikwa kwenye sarafu ya lepton litus, yenye kipenyo cha milimita kumi na saba na uzito karibia gramu moja pointi tano, iliyotengenezwa na Pontius Pilat kati ya mwaka 29 na 32 baada ya Kristo. Sarafu hii ilikuwa imeandikwa Tiberio Kaikapos, maana yake Tiberio Kaisari. Ivo, herufi zinazoonekana kwenye sarafu ya jicho la kuume ni herufi mbili za mwisho za jina la kwanza alafu herufi nne za kwanza na jina la pili. Kwamba jina la pili linaanza kwa che badala ya k siyo jambo la ajabu. Sarafu kadhaa zipo zinazoonyeshwa kwamba kosa kwa hili la kimaandishi lilirudiwa mara nyingi. Uchunguzi zaidi ulipofanyika kwa kutumia picha bora zaidi, iliwezekana hata kusoma maandishi kwenye sarafu hiyo kwenye jicho. Aliyegundua maandishi haya ni Padre Francis L. Filas, Mjesuiti, profesa katika Chuo Kikuu cha Loyola Chicago. Mwaka 1979 aliweza kungamua herufi u, kuwepo kwa sarafu ya Ponsio Pilato kwenye chapa ya sanda hii. Ni ugunduzi wa kufurahisha. Ugunduzi huu unaweza kumsaidia mwanahistoria kukisia asili ya sanda, japokuwa mtu anayeshikilia nadharia kwamba ni huyu ni mchoraji mjanja anaweza kusema kwamba mjanja asingehitaji kuishi nyakati za Pontius Pilate kuweza kutumia sarafu ya Tiberio Kaisari kwa ajili ya kazi yake. Basi hayo ndiyo yanayoonekana kwenye jicho la huyu mtu wa sanda. Ni sarafu ya Kaisari Tiberio, ikimfanya mchunguzi aanze kufikiria kwa nini na kwa namna gani sarafu ya Kaisari Tiberio wa nyakati za Yesu ndiyo inaonekana kwenye jicho la mtu huyu ambaye alama nyingine zote zinaonyesha kwamba Yesu ndiye anayehusika. Basi kwa leo, ndugu wasikilizaji, hiyo ni tafakari yetu ya leo kuhusu uwepo wa sarafu ya Kaisari Tiberio na mtu anajiuliza kwa nini sarafu hiyo na hiyo inaonyesha kitu gani kwa yeyote yule ambaye anakisia, anahisi huyu unayezungumzia ni Yesu wa Nazareti. Basi asanteni sana wasikilizaji, Radio Mbiu, sauti ya faraja, na kesho tutaendelea na tafakari juu ya kitu hiki na tutazungumza juu ya imani ya wenye heri na watakatifu wa sanda. Asanteni sana.